Plascon, kwa maana kuna rangi moja ambayo watu, pengine wanaisahau. Ukisikia Vinyl Silk, Plascon Vinyl Silk ambayo inateleza, yaani unafuta vizuri sana. Lakini inang'aa kidogo, au sio? Lakini mm, kuna Plascon Vinyl Matt. Matt ni ile ukitaka ung'avu, ung'avu, eh, Kiswahili sasa. Mm. Ung'avu uwe mdogo zaidi ni matt finish. Basi kama ile magari yale yale. Eh, eh, mm, wanafunikaga na kina ni flani hivi. Eh, eh, eh sasa matt finish upande wa kuta za ndani basi kuna Plascon Vinyl Matt. Okay. Yaani inaleta classic flani hivi kwamba hata mwanga ule haudundi. Kwa hiyo ina kama ina meza hivi, ni very cool and calming especially kama umechagua rangi sahihi. Kwa hiyo bwana, kuna kila aina, eh, kuna tofauti kati ya hizi rangi. Kuna zingine za kutumia nje tu, zingine za ndani tu, lakini hata ndani kuna option pia. Kama hujapenda sana rangi, zamani ulikuwa unajua zile oil finish ile ambayo inang'aa sana. Eh, mpaka inakuwa too much. Lakini also baadha ya silk pia, kuna mat mat nayo ni nzuri sana, ina dum vizuri, na kuna kila aina ya rangi ambayo unataka wewe. Ni wewe tu chaguo lako, chaguo lako ni wewe. Plascon, color your world. Shout out kwa Walter Fernandez.